Tagala katika kaunti, ah, katika eneo la Bura, kaunti ya Tana River wamepinga kwa kauli moja uamuzi wa halmashauri ya unyunyiziaji mashamba maji wakuwa, uh, wa kuwaidhinisha wawekezaji kuendeleza shughuli za kilimo kwenye mradi wa Bura. Wakazi hao wanaitaka halmashauri hiyo pamoja na serikali ya kaunti kutoa ufafanuzi wazi kuhusu makubaliano hayo na nia halisi ya wawekezaji waliopendekezwa. Wakiongozwa na mbunge Yakub ya Ado, wakazi hao wanasema huenda mpango huo ukawa njama ya kuwatapeli ardhi ya mababu wao na hivyo kuwanyima haki ya kutumia ardhi hiyo ambayo wametegemea kwa kilimo na ufugaji kwa miongo mingi. investor kuanzia leo, venye watu wangu wamekataa, ndio mimi kama mbunge yao pia nimekataa kabisa. Na enawe, tumewauliza maswali na wanatuzungusha kila wakati. Swali wanatu- tunawauliza ardhi yenu ni ngapi? Documentation, documentation iko wapi? kuanzia ile mkutano tumeingia ya, ya, ya mwezi wa tano mpaka wa leo, hakuna mpaka wa leo documentation ambayo tumepewa. Waswahili wasema mtaka yote atakosa yote. Nataka kuambia ofisi ya NIA, kabla hatujakaa kuwaondoa Bura, mtosheka na ile mko nayo. NIA, mumeiba mumeiba ya ya kutosha kutosha, tafadhali ni sana, mtuache, si tumekataa na tumekataa zaidi ya hii hatutaki.